Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu, lilivyoandikwa na Yohane. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika iitwayo kwa Kiebrania Betzata, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyu amelala, naye alikuja ya kuwa amekuwa naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotiboliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi walimwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza yule aliyekuambia, jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu alimkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamudhi Yesu, kwa kuwa alitenda hayo siku ya sabato. Injili ya Bwana. Taifa la Mungu, Kristu anataka tena siku hii ya Jumanne katika juma la nne la Kwaresma kusema nasi juu ya hali yake ya upendo wake katika madhaifu yetu. Yeye leo anajidhihirisha kwetu kwamba ndio tegemeo la muhimu, tegemeo ambalo sisi tunaweza kulitumainia kupata uponyaji wa ndani ya nafsi zetu. Sisi hatuwezi kwa sisi wenyewe, na wakati mwingine hata tunaposaidiana bado juhudi zetu zinakuwa na walakini. Uwepo wake ndio hasa ukamilifu wa hayo yote. Mgonjwa huyu amekaa kwa muda mrefu akisubiria msaada, na hatimaye mwishoni, Kristu mwenyewe anashuka na kufika paka pale ambapo anamwona na kumwonea huruma, huruma yake kwa yule ambaye yu tayari kuipokea. Na huyu mgonjwa ameipokea pasi kuuliza mara mbili, mara tatu. Mara moja ameambiwa inuka, godoro lako na ameinuka na akachukua godoro lake na kulibeba wapendwa. Hasa zaidi Kristo anatukufundisha kwamba wakati mwingine matatizo yanayotusumbua tusialalie, tusiegemee, lazima tuinuke nayo tuondoke nayo, hata kama wakati mwingine tutaweza kusema labda yanakuwa changamoto au yanatuletea utengano na jamii yetu na wakati mwingine tunajikuta tuna tukienda kinyume na misimamo ya jamii zetu, lakini katika hayo tunapata uponyaji, si wa kiroho tu, lakini pia wa kiakili, kinafsi na hata uponyaji wa kijamii. Kristu anatualika leo kufata mfano wa huyu ambaye amebeba godoro akiwa na shida, hawakujali hata kumsogeza karibu na birika, lakini sasa ameweza kusimama wote wanamtazama na kumwekea vikwazo, wakitaka asisonge mbele katika kutekeleza aliloambiwa aliloambiwa na Kristo. Kristo amemwambia aondoe godoro lake ili nafasi nyingine ya mwingine iweze kupatikana katika birika ile. Ni wakati gani Kristo anapotuokoa sisi bado tunang'ang'ania tu kubaki pale, na hata wakati mwingine tukishaweza kutoka hatutaki kuwapa nafasi wengine ili nao kuweza kupokea uponyaji huo wa Kristo. Yeye anajidhihirisha kama hasa mganga wa kudumu asiye na mashaka katika kutuponya. Tumsogelee ili tuweze kupokea uponyaji wake, na katika kupokea uponyaji wake tuweze kutangaza hasa kwa wengine juu ya neema hiyo ya upendo wake mkuu kwetu sisi. Yeye leo tumwalike katika familia zetu, tumwalike katika ndoa zetu, katika malezi yetu ya kila siku ya vijana katika malezi yetu ya wazee, katika malezi yetu ya watoto, katika malezi ya jamii husika, atuponye, atusaidie, ili kwa neema yake tuweze kutembea tukibeba si tu magodoro au mashaka yetu, bali neema na nguvu ambazo anatupatia kuweza kusimama mbele ya watesi wetu, mbele ya wale wanaofurahia matatizo yetu. Msifu Yesu Kristo. Tafakari hii ya leo imekuja kwenu nami Shemasi Simon Michael Shimbe wa shirika la ndugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.